Mapigano mapya kati ya vikosi vya usalama vya Pakistani na Afghanistani yameripotiwa kutokea katika maeneo ya mpakani jana Novemba 6 mwaka 2025, na kusababisha vifo vya takribani watu watano. Taarifa kutoka kwa maafisa wa usalama zinasema kuwa makabiliano hayo yalihusisha kubadilishana risasi nzito na mashambulizi ya mabomu ya kutupa kwa muda wa saa kadhaa kabla ya hali kutulia kwa muda mfupi. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mapigano hayo yalizuka baada ya pande zote mbili kushutumiana kwa kuvuka mipaka na kufanya mashambulizi yasiyoidhinishwa. Pakistan imesema kwamba vikosi vyake vililazimika kujibu mashambulizi yaliyofanywa na wanajeshi wa Afghanistan waliodaiwa kulenga kambi za ulinzi wa mpaka. Hata hivyo serikali ya Afghanistani imekanusha madai hayo, ikisema Pakistani ndiyo iliyoanzisha shambulio hilo kwa kukiuka makubaliano ya amani yaliyokuwa yakijadiliwa. Hali ya mvutano kati ya nchi hizo mbili imekuwa ikiongezeka katika wiki za hivi karibuni kufuatia operesheni kadhaa za kijeshi, mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka pande zote mbili. Wataalam wa usalama wanasema kuwa kuongezeka kwa mashambulizi haya kunatishia juhudi za kudumisha utulivu katika eneo hilo linalokabiliwa na changamoto za usalama na ugaidi. Jaribio la upatanishi lililokuwa likiendeshwa na baadhi ya mataifa ya kikanda limekuwa likisuasua kutokana na kutokuwepo kwa imani kati ya mataifa hayo mawili wakilishi wa mataifa hayo walikuwa wamepanga kukutana wiki ijayo kujadili njia za kupunguza uhasama, lakini kufuatia tukio hili jipya, haijafahamika kama mazungumzo hayo yataendelea kama ilivyopangwa. Wananchi wanaoishi karibu na mpaka wameripoti kuwa wamekuwa wakikimbia maeneo yao kwa hofu kubwa ya mashambulizi zaidi, huku mashirika ya misaada yakitoa wito kwa pande zote mbili kuheshimu haki za raia na kuhakikisha kuwa usalama wa wakazi unakwepo. Tangu kuanza kwa mfululizo wa mapigano hayo, mamia ya watu wamelazimika kuyahama makazi yao, na hali ya kibinadamu ikiendelea kuwa mbaya. Tukio hili linaashiria kuendelea kwa mvutano wa muda mrefu kati ya nchi hizo mbili kuhusu udhibiti wa mpaka na shughuli za vikundi vya wanamgambo vinavyodaiwa kufanya mashambulizi kutoka pande zote mbili za mpaka huo. Wataalam wanatahadharisha kuwa endapo juhudi za kidiplomasia hazitachukuliwa haraka, huenda eneo hilo likashuhudia ongezeko la vurugu na machafuko zaidi katika siku zijazo.